Kwanza ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu, pili nitasema ku anaf kwa, nafikiri imekuwa vigumu pia kwa vijana wangu na kuweza kukagua safari. Nitajaribu kusema kuwa ni kama washazoea washazoea. Eh, mimi kwangu ilikuwa naona vigumu gumu basi, lakini kufikia jana katika uwanja wa mazoezi pasha mwili naona vijana wote wako siku mm mimi, mwenyewe mimi, naona kama nimechoka, lakini vijana wangu naona walikuwa vizuri na walikuwa ready for, for the training na sikutarajia vile walikuwa jana na morali juu e, na naweza sema kuwa baada ya michezo miwili ya ugenini e, kuna kitu

mechi mbili za kwanza, alama moja, kama benchi la ufundi, malengo yenu kwenye hiyo michezo mingi ilikuwa ni nini na ina athari na ina faida gani kwa kwenye mchezo wa kesho? Uh, malengo yetu ilikuwa at least kutoka na point, at least kupata point, maana kina Namungo tunacheza na Namungo ugenini na Namungo si timu ndogo. Um, naweza sema kuwa na Namungo pia umewakilisha nchi, so tunaweka pia kama mabingwa, maana kina Namungo, watu wengi wa Tanzania kuona Namungo ni timu nyingine nzuri timu ambapo wamewakilisha Tanzania katika kikombe hili. E, so kupata pointi moja kwa Bwana Mungu naweza sema kuwa ni plus kwa timu. E, kunja, unacheza na timu kama Yanga Afrika e, unapata kipigo cha magoli matatu. Unaona? So unajaribu, mimi kama mwalimu, first half imechezwa vijana wamecheza vizuri. Second half, kidogo naweza sema kuwa ni zile mistake kido kidogo kidogo ambapo eh, kwa binadamu zinarekebishika. Alafu mm, kucheza tena bila washambulizi wako, ambapo wanasema kuwa my top strikers kutoka. Matigisi yuko nje, mecha Yanga nilitamani sana ni na kijana kama Matigisi, yuko nje mtu kama Loasa, yuko nje mtu kama Yota, ndio madaktari walifanya juu chini kuweza kuona kuwa baada ya mchezo wa wetu na Namungo, alikuwa na knock ambapo ungemweka nje, lakini alijitahidi alipoona kuwa Eh, mambo si mazuri, alikuja akasaidia timu na akacheza kipindi cha kwanza vizuri sana eh, eh, kijana bodi, tulikuwa tunamtegemea kijana wa namba 20 Lutonja, eh, luto eh, ndio alikuwa kama mtegemeo katika timu. So mimi nasema kubwa, siwezi kuwa tita kwa na Lamia ni eh, timu yangu iko vipi? Walicheza vipi? Naona tulipata nafasi, tulipata. So hata kupata nafasi, unajaribu kufanyia kazi. Ndio hiyo, sisi kama walimu kazi yetu ndio Hali ambapo timu inafanya vibaya tunajaribu kuwarekebisha na kuweza kuona kwamba unafanya vizuri katika michezo inayofuata. Mchezo wa leo ndio utakuwa mchezo, mchezo wa kesho utakuwa mchezo mgumu. Timu zetu Tabora, timu zetu, so siwezi kuota nitaangalia kwa jicho la kuwa timu ya kuchini, hapana. Ni timu ambayo katika jadwali sasa tukiangalia wako juu yetu. So tunacheza nyumbani, advantage kidogo, mashabiki wote wako nyumbani. Wajibu wao ndio waweze kusupport timu yao. Mwalimu, mwalimu umetoka kuzungumzia kuhusiana na safari e, kuelekea mechi ya kesho ukiangalia, umetoka Lindi, ni mbali pia, Dar es Salaam kacheza mechi ngumu, inaonekana kuna kuna fatiki katika mechi hizi mbili lakini pia uchovu na kuwepo hii e, unaitazama e, inaenda kuwa haiwi kigezo cha wewe kupoteza katika mchezo wa kesho? Amna kin, nimesema hapo awali kuwa sikuamini kwa vijana mi, wangu wanakibaijana tumefika mazoezini. Na nafikiri nimesema kwa mimi mwenyewe nilikuwa nimechoka lakini baada ya kufika uwanjani nirudia na nirudia tena kusema wachezaji wangu sikuamini kwa yao, maanake walikuwa na ari, walikuwa na moral, the way wana train sikuamini wenyewe. So inakuonesha kuwa wako ready. So jambo e, eh, unaweza sema kuwa ni vijana wangu waweze kufanya ama kubeba kile ambao tunakifanya kwa mazoezi, wakileta kwa mchezo wa kesho, bila shaka sina uoga wote kutoka na ushindi. Mwalimu, uh umezungumza hapo kwa kwamba kuna wachezaji muhimu kwenye eneo lako la mbele ambao umewakosa. Sasa, hebu tuambie hao wachezaji, kuelekea kwenye mechi ya kesho, tayari unaweza ukawa umepata wote, na kama hapana, haiwezi kuweka kwenye hatari zaidi labda ya kutofanya vizuri kwenye mechi ya nyumbani. Nitakuwa najitetea hapo. Kitu ambacho nitasema kuwa na, narudia kusema kuwa, ni siri yangu. Kesho uwanjani waje waone, kama watakuwa ama hawapo. Siwezi sema kuwa nitawanao au mtawakosa. Uwevu atacheza, nimempanga, nimemweka tayari kucheza kwa mchezo wa kesho. So uwevu atakuwa naona, uwevu atakuwa yule, atakuwa atawakilisha wenzake, ndio atacheza, ndio atakuwa kama tegemeo katika timu. So siwezi sema kuwa inakuwa ni extras ipoteze, inaweza kulia ni extras. Ndio wachezaji wangu wako ready na nina kikosi kipana. Mechi ya Afrika umeona wachezaji hao hao wamecheza vizuri so ile tu maybe ikiwa mmoja wao utakuwa itakuwa ume boost team na hiyo mmoja wao ki boost team, bila shaka najua pale juu itakuwa hivyo. Sababu swali la mwisho, wale mechi zote mbili za mwanzo umecheza usiku, mechi ya kesho mtacheza mchana, hii haina athari kwa kwa pamoja na wachezaji, haina hatari? Maana yake mwanzo, sidhani kama kuna matara na timu yenyewe, ni wapi timu ya Mwanza, naona na michezo yao yote unachezaga mchana, so inakupa inakupa njia nyeupe kuwa michezo ya usiku inakuwa tu ni plus kuongezea katika timu, unaona maanake, sisi wenyewe tumezaliwa e, tumezaliwa kwa kucheza mpira mchana, so mimi mambo ya usiku ni maybe naweza sema kuwa Mechi za usiku mimi itatatiza wachezaji wangu, maana kwa wajazoea, lakini ukiangalia wachezaji wangu wote wamezoea kucheza michezo ya mchana, mazoezi yetu nafanya mchana, so inakuwa unapata ikiwa kama mchezo wetu mchana itakuwa vizuri kwao na itakuwa mashabiki pia wataona eh, kila popo labda walitarajia kuwa itakuwa